Aliambia dunia kuwa, inna alhalala bayyinun wa inna alharama bayyinun, halali iko wazi na haram iko wazi, wa bainahuma umuru mushtabihat, na kati ya halali na haram yako mambo tata, mambo tatanishi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ni bingwa wa kuongea aliposema, innal halala bayinun, halali iko wazi, yani maanayake kitu cha sawasawa, mwanadamu ambaye ana akili timamu anajua kwamba hiki sawasawa sawa. Wa inal harama bayinun, na haramu mtu wa sawasawa sawa kabisa anajua kwamba hii ni haramu. Na wote tutakubaliana maelezo haya ya Mtume ni sawa, kwa sababu mtu aliyetimia baligh alafu ana akili sawasawa, si kweli kuwa baya halijui nalijua. Lakini darasa kubwa iko hapa. Tume akasema wa bainahuma umuru mushtabihat, kati ya halali na haramu yako mambo tatanishi. Yani viko vitu unaweza kujiuliza, hivi vipi, hii halali au haramu? Huwa mara nyingi natukuta katika maisha katika mzunguko, kama vile ijapo Qur'ani imeweka wazi kwenye upande wa riba, wa riba ni haramu, lakini kila ukitazama tazama hivyo unaona wewe uko wapi? Ndio maana hata Mwenyezi Mungu mwenyewe subhanahu wa ta'ala, akasema innamal bay'u mithlu riba, kwamba ukitazama biashara unaona kama mfano wa riba tu, lakini Mwenyezi Mungu akaweka wa wazi akasema riba haramu, lakini biashara halali. Kwa hiyo viko vitu vingi vinaweza vikawa vinakupatabu hii halali au ni haramu. Sasa Mtume kwa kuwa anatujua sisi akatupa mwongozo, akaweka wazi moja kwa moja kati ya halali na haramu. Viko vitu tatanishi. Sasa yeye anatoa mwongozo, anasema: faman ittaqa shubuhati fakad istabra lidinihi wa irdihi, yule ambaye atakayeamua kuachana na kujiepusha na mambo tatanishi yani acha kukaa kwenye vitu tatatata. fakad stabraa lidinihi wairdhihi, mtu huyo ameitakasa dini yake, yani amejitengeneza vizuri katika upande wa dini na hata kwenye ile heshima yake na nafasi yake. Ili hapo tuelewane, kwa mfano tunakuona wewe siku zote unaswali hapa msikitini, katika shughuli zako ndio umeambiwa bwana ule mpango ule katika biashara yetu tutakutana kwenye kasino fulani, pale ndo tumalize hii biashara. Mswali unaswali alhamdulillah, lakini kikao sasa ndo kinaenda kufanyika baa. Kile unachoenda kukifanya pale ni cha halali, kwa sababu kiko wazi, inajulikana biashara, lakini ile sehemu ulioenda kukaa mzee tata sasa, mtume anakupa mwongozo usiende kukaa kwenye sehemu ambazo una hakika kabisa hizi watu watakutuhumu. faman taqa shubuhati, yule yote ambaye atakayejitenga na mambo ya shubha, mambo ya tatanishi tatanishi, faqad istabraa lidinihi wa irdhih, yaani yeye mwenyewe kwanza ameitengeneza vizuri dini yake na hata ile hishma yake. Kwa sababu utakwenda kukaa baya mzee, kweli umekwenda kufanya biashara au umekwenda kufanya jambo zuri, lakini sasa watu tena tutakupiga picha sema, mzee anachanganya mambo mawili kwa wakati mmoja, na swali na baa na baana kuwepo. Sasa ile heshima yako, utu wako, nao utaleta taabu mbele za watu. Kwa hiyo ni Mtume anatupa mwongozo, halali iko wazi, inajulikana. Haramu inajulikana, iko wazi, lakini kati ya vitu viwili hivi yapo mambo ambayo tatanishi mtume anatoa mwongozo kwenye tatanishi achana navyo vitu unavyoviona vina utata utata utata utata viache tutazame kwenye shughuli zetu kwenye harusi zetu mtu unaweza akafanya kheri nyingi sana na ndoa nzuri ya kheri kabisa lakini ndio vikao vinakaliwa ba ukiuliza kwani tunahangaika kule tunahangaikia nini nasema watu wale wachangaji wenyewe ndio wanakuwepo kule mwisho wake ile shughuli yenyewe inaharibika yote, wakati hayo mambo wala hayahusiani. Halafu watu wanakuja msikitini wanafungisha ndoa, katuka nimekuozesha, nimekuozesha, nimekubali, lakini tukitoka hapa huko tunapoenda nje ni utata. Sasa Mtume anatufundisha ndoa ni halali, kila kitu ni halali, lakini kuweni makini, kati ya halali na haramu viko vitu ni tatanishi. Basi tujitahidi kadri ya uwezo, vile vitu tatanishi vile tuviache. Mtume anatoa mwongozo kwa sababu, ukiviacha vitu tata, hata kama ni halali, lakini kama ni tata, acha. Halafu mwisho anasema, wa man waqaa fi shubuhat, yule ambaye anapenda kufanya vitu vya shubha, shubha tata, tata vile, waqaa fi haram, huyo ni rahisi sana kuingia kwenye mambo ya haramu. Kwa hiyo huu ni mwongozo kwa nini nimeileta hadithi hii? Tumalize darasa, nimeileta hadithi hii kwa sababu moja tu. Inawezekana vipi mwanadamu anajua hili baya na hili zuri, halafu anaacha baya au anaacha zuri, anafanya baya? Yaani, shida iko wapi? Sasa wanachuoni wanatufundisha kuwa mwanadamu anatakiwa siku zote ajifunze kuwa anayo maumbo haya mawili mara nyingi wanaipenda hii ibada, anayo maumbo mawili yasiyoonekana. Halali unaijua, haramu unaijua, lakini kwa nini unaacha halali unakwenda kwenye haramu? Na mwenyewe ukimaliza ile haramu yako, ukimaliza unajutia. Kwani kitu gani kinachofanya mimi mpaka nateleza? Ndio maana nimeileta hii hadithi, na kutaka kutoa mwongozo ili tuone wapi tuwa tunateleza. Wataalamu wanatueleza kuwa tuna kitu kinachoitwa nafsi na kuna kitu kinaitwa akili. Nafsi na akili. Nafsi ni nini? Ndani ya mwili wa binadamu, namna alivyoumbwa anayo matamanio, ndio nafsi. Tukisema matamanio, maana yake ndio tunakusudia Nafsi. Na tukisema nafsi tunakusudia matamanio. Alnafsi, matamanio kila mtu anayo, na yoyote atakayesema, mimi bwana, sitamani. Ilikuwa na mwanafunzi mmoja, sasa hivi ameoa, alhamdulillah, yeye alikuwa al, ananiambia, ustadhi, yani mimi nikimwona mwanamke nasikia kichefu. Sasa hivi shekhe mkubwa, naambia, una tatizo baba, tatizo lipo kwa sababu kila mtu anayekuhadithia kuhusiana na wanawake, wanawake ni wasumbufu tu, wabaya na nini. Nikamwambia bana, wewe mtazame huyu, we anekwambia mwanamke mbaya, hafai, yeye anayeuhana sema naea, basi hapo siri ipo, kipo kitu kizuri, wewe tu hujaelewa. Siku tuliokuja oshaa chekacheka Alhamdulillah. Kwa maana hiyo maana yake mtu akiwa hana matamanio hatuwezi kusema huyo kakamilika. Kikawaida kiasli hasa mwanadamu namna alivyoumbwa lazima awe na tamaa. Lazima utamani kitu kizuri, lazima utamani kumiliki vitu, lazima kiu binadamu. Hakuna mwanadamu wewe uwe daruweshi upendi chochote, sio kweli. Vitu vizuri vyote unatakiwa mtu uvipende na ndio ukamilifu wa yule binadamu, na ndio inaitwa nafsi. Kinachokatazwa ni ile an-nafsiyya, yani quwatun shahawiya. Yani tukisema quwatun shahawiya, maana yake tunakusudia kule kutamani kwa kupitiliza. Kutamani kwa kupitiliza ndio haram, ndio kule Mwenyezi Mungu akasema katika sura ya Yusuf, inna an-nafsa la amaratun bisuu wama ubarriu nafsi, inna an-nafsa lamara bis. Hiyo ndio ilo haramisho, yaani uko tayari hata kuua mtu kwa sababu upate pesa, uko tayari kufanya hata haramu ili upate, uko tayari kufanya lolote ili upate bila ya kuzingatia ile mipaka alhalalu walharam. Sasa hiyo ndio iliyokatazwa. Kwa hiyo hapa tunaizungumzia mwanadamu namna vile alivyo mpaka anakosea na kupatia shida kubwa. Inaanzia kwenye upande wa nafsi. Nafsi ni kule kupitiliza kwenye matamanio, hili la kwanza. Lakini la pili, akili. Mwanadamu pia anayo akili. Bahati mbaya nafsi haionekani na akili nayo pia haionekani, lakini ni vitu ambavyo vipo. Wanachuoni wanaeleza akili ni nini. Akili ni atamizu wal irada maana yake kupambanua, kujua hii nyeupe, hii nyeusi. Alafu alirada, kufanya maamuzi, ili tukujue kwamba akili zako ziko sawa sawa. usiishie kujua hii nyekundu hii na nyeusi tu basi. nyekundu na nyeusi, unachagua ipi? Lazima uende kwenye hatua inayofuata inaitwa alirada, maamuzi, kwamba bwana, mimi nitachagua nyeupe au nitachagua nyekundu. Sasa vitu viwili hivi, nafsi pamoja na, na akili huwa siku zote vinapingana, na kila kikija kimoja hujue mwingine naye yuko hapo hapo. Ili unielewe, chukua mfano, wakati umeshatongoza mke wa mtu akili hujue inasema haramu hiyo, na wewe unajua kabisa, inal halala bayyinun wa inal harama bayyin, halali ni iko wazi na haramu unajua kabisa tokea pale unapoanza asalamu alaikum ya uongo, tokea pale unapoanza kuchukua namba ya simu, tokea pale unapoanza maneno. Si kweli kwamba hujui kuwa Mwenyezi Mungu hataki, unajua, lakini kinachokuburuza mpaka uteleze, wende huko, wapi? Utakuta akili inakwambia hilo sio sawa, sio sawa, usifanye, akili inakwambia, alafu nafsi inasema mara moja tu, kwani kuna ubaya gani? Halafu mtazame alivyo ya, nafsi yenyewe inaanza kukupambia, inakutengenezea. Na ndio maana wenyewe wataalamu wanaeleza wa malezi kwamba utajiwaje, kwamba hii ni nafsi, hii ni akili. Wanasema kawaida nafsi huwa inakupa ladha, yani ile inakupambia, pambia, utamu utamuutamu, lakini akili inakupa maumivu. Akili kawaida yake, ili ujue kama hapa nafanya kiakili au nafanya. Ndio maana unaona hata katika swala ya subhi eh? Sala subhi, unaisikia dhana salatu khairu minanaum, pima hapo, unaisikia nawe unamalizia salatu khairu minanaum, amka sasa. Utaona ukiendelea kulala unapata ladha, ukijiinua unapata maumivu, hujue haya maumivu haya ndio akili. Hicho e ndo kipimo kikubwa wanachuoni wanatueleza. Kwa hiyo unapokutana na vitu viwili hivi lazima tuelewe kuwa nafsi, matamanio siku zote yatakutelezesha kwenye haramu. Kwa hiyo unachotakiwa wewe kufanya ili uonekane unayo akili au huna akili ni kufanya maamuzi kuacha ladha na kuingia kwenye maumivu. Kwamba sasa ah, huyu mke wa mtu kachanikubalia kweli, na sasa hivi tunakwenda kufurahia ulimwengu lakini hebu nipate maumivu kidogo, acha niache ile jambo. Ukiacha ndio umefanikiwa, ukishindwa hapo umeanguka. Kwa maana hiyo tunapenda kuelezana, kwa kuwa Mtume akatueleza halali na haramu ziko wazi, kila kitu kiko wazi. Cha kwanza kabisa jitahidi usikae katika sehemu tata, usikubali. Ndio maana huwa tunawaeleza mara nyingi, tunapoeleza kwamba Uislamu haupendi au Uislamu si utaratibu wake mwanamke na mwanamume kukaa pamoja kwa wakati mrefu. Watu wengine wasioelewa wanasema ah, dini hii inabagua ah, ah. Yani hayo yani kikazi hiko cha mwanamke na mwanaume ni tata. Sasa na Mtume katufundisha jambo likiwa tata, vyema ni nini? Fakad istabara lidinihi wa irdhi, ni vyema ukajiepusha nalo. Ha, haina maana kwamba Uislamu unakanusha ama Uislamu hautaki watu wanawake wafanye kazi. Uh, elewa vizuri tu, mwelewe vizuri. Mtume Muhammad Mtume anasema kati ya halali na haramu yako mambo tatanishi kidogo, kama hilo tunalizungumza. Ofisi moja, kama unajenga ofisi, jengeni ofisi basi, wanawake wakae peke yao, wanaume wakae peke yao, haina ubaya, haina ubaya na wala sio kuwa eti ndio haiwezekani. Katika dunia hii inawezekana, lakini ukimweka mbuzi na chui mm, litatokea tatizo. Kwa hiyo Uislamu umeweka pale, umeweka kama ni angalizo. Kama tunaweza bismillahi, tuendelee na wote tutakubaliana katika ulimwengu kwamba hilo jambo huwa linaleta shida. Viongozi mpo hapo, watu mnaosimamia maidara makubwa makubwa, yote mnayajua kuna matatizo kiasi gani? Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kati ya halali na haramu, viko vitu tata. Katika hivi vitu tata, vyema zaidi kujitenga na vitu tata. Na kwa nini? Kwa sababu wanadamu kaumbwa, anayo matamanio. Yale matamanio siku zote huwa yanashinda kuishinda akili. Hapa pakitokea mvutano huo, mara nyingi mwanadamu huwa anateleza, anakwenda kwenye upande wa matamanio. Mwenyezimgu atujalie tuweze kuepuka na matamanio, ili tuweze kuihalalisha halali kwa halali yake na haramu kwa haramu yake. Mungu atujalie kila laei tia i a